Kuwa na kampuni sio kuwa na labda kubeba linyundo hivi natembea nalo hivi ah, no. Ni kufanya kujipa nafasi ya wewe kufanya biashara kwa uhuru bila kutokuingilia kwenye mapato yako, ndo kampuni, that's all, that's all. Mengine nitakayowaambia hapo mbele ni bla, bla. Lakini hii ndio hivyo na sirudi. Ukitaka baada ya hapa, kama hujaelewa, fuatilia hizi content zangu mama, social media, ingia YouTube au ukiwa Mombasa, ukiwa Dubai, ukiwa Europe, unaweza ukaniangalia hapo, subscribe. Alafu kisha kaa vizuri, pitia. Sasa nimewapa option, pitia kule. Yani, pitia angalia mambo ya kampuni biashara nisikilize. Ukichoka ondoka, weka earphone, weka earpod, mablaza men sikiliza, kula kula na nilii podcast moja. Kuna podcast nyingi mle, sikiliza zote. Unaweza hapo usinielewe, ukikaa chini ukanisikiliza utakuwa unanikumbuka huko. Nimevaa suti nafikiri, ili watu wa mtaani wasije wakaona yule jamaa hajavaa suti, hajavaa tai. Nimevaa suti yuko na tai, ili mjisikie kidogo mnaongea na mwanasheria hapa. Mtakula majins na matisheti hamtaki, na hata sina namna ya kuwasaidia.